Ndio maana zile ndimi sababu zilipokuja zikamkalia kila mmoja wao kuonyesha kwa ya kwamba Roho Mtakatifu alipoachiliwa ndani ya kanisa alipewa kila mtu posheni kwake. Emwambia, mwambia jirani yake, Roho Mtakatifu aliyeachiliwa ndani ya kanisa amegawanywa hata mimi nina posheni ya kwangu, na wewe pia una posheni ya kwako. Kwa sababu hiyo, kila mmoja aliyeko mahali hapa ana sehemu ya faida ya roho mtakatifu. Bwana asifiwe sana, tunaenda sawa sawa, tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo roho mtakatifu hauwezi ukafika mahali ukawa wewe ndio ona, ndio umiliki wa roho mtakatifu peke yako. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja anaingia ndani ya kanisa aliyekuwa ndani ya lile eneo, ule ujasa uli ulipojaa kwenye kanisa kwenye eneo lote walilokaa, Biblia inasema kila mmoja alijikuta ndimi ya moto imemkalia. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, tunaenda sawasawa. Kwa hiyo kitu kimojawapo ambacho roho mtakatifu wanafanya yeye ni msaidizi utasoma yohana kumi na sita mstari watano, wa tano mpaka wa kumi na tano utasoma kwa mda wako yohana kumi na sita mstari wa tano mpaka wa kumi na tano utasoma kwa muda wako nitakusomea warumi nane ishirini na sita sasa kama unaandika andika vyote warumi nane mstari wa ishirini na sita warumi nane mstari wa ishirini na sita biblia inasema kadhalika Roho naye hutusaidia uzai utu udhaifu wetu. Sema utusaidia udhaifu wetu, sema tena udhaifu wetu, sema tena udhaifu wetu. Akaeleza aina ya udhaifu aliyokuwa anaelezea Paulo kwa Warumi, lakini nitaka nikuonyeshe li lile neno Roho utusaidia. Sema tena utusaidia. Kwa hiyo kama anatusaidia ni nani alitakiwa afanye? Ni sisi. Huwezi ukanisaidia kama huo ni mzigo wakwako. Tunaanza sawa sawa? Ukiona unanisaidia, maana yake tunasema huu ni mzigo wako. Tunaanza sawa sawa? mimi nakusaidia, sio cha kwangu. tunaanza sawa sawa. majukumu yako nikiyafanya na kusaidia O sasa, <laughs> Biblia inasema kadhalika, roho naye hutusaidia. Hapo anaenda eneo gani kutusaidia? Mahali penye udhaifu. Kwa hiyo kama Roho Mtakatifu akija kwako kama msaidizi, moja kati ya kitu anachoshughulikia ni udhaifu ulio no, nao ndio maana Biblia inasema katika udhaifu wetu neema ya Kristo inadirika kwa hiyo hakuna haja ya mtu atalojipya kujisikia vibaya kwa sababu ana uzaizi fulani yes. tunaenda sawa sawa. Mm, eja nijaribu namna hii, hakuna haja ya wewe kulia mtu jipya kwa sababu kuna jambo umejigundua wewe ni saizi. Kwa nini? Kwa sababu hilo ndio eneo ambalo roho mtakatifu anatatiwa kukaa hakuna haja ya kuwa na Roho Mtakatifu kama wanadamu tungekuwa pasenti ya tuna usaifi. Kwa hiyo kumkataa Roho Mtakatifu ni kuamua kuishi kwenye madhaifu, kuishi kwenye mipaka, kuishi, kuna vitu huwezi kufanya. Kwa nini? Kwa sababu huyo Kusaidia, kwa kweli kusingeweza kufanya lakini tunafanya kwa sababu anakaa ndani yetu, na anakuwa msaidizi wa maisha yetu. Bwana asifiwe sana, tunaenda sawa sana. Kwa kuna mambo mengine wanadamu wanaweza, ukajiuliza imekuwaje, umewezaje, unaweza ukawaambia kabisa ya kwamba si nguvu zangu, lakini kwa sababu kuna huyo roho ambaye amepewa kanisa n sijui umeelewa. Shida kanisa, tunatembea kwenye mazingira ambayo hatujui thamani ya kitu kilichopewa, na kwa sababu hatujui thamani yake, mimi anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? lack of knowledge. Kule kuto kujua kuna tuwekea mipaka, hauwezi ukaenjoy kitu sichokijua tunaenda sawasawa? ufahamu ukizuiliwa, uwe na uhakika umekwama kwenye eneo la ufahamu. Tunaenda sawasawa? Tunaenda sawasawa? Kama haujui ni haki yako, utabaki unateseka kwa sababu tu ya kuto kujua. Tukikukabizi gari leo na funguo, na wewe kujui kuendesha, utakuwa unaliangalia unaenjoy, kuwa unaliona lakini